Sikutaka kugawa tisheti zenye picha ya Mkenda. Nataka kugawa bendera ya Chama cha Mapinduzi ambayo taasisi iliyotuweka hapa na inaongoza nchi na nchi yenu inakwenda vizuri kweli kweli, na tamaa ya kuweka tisheti zenye picha ya Mkenda ni kubwa, lakini kazi yetu lazima tujue chama ni kikubwa kuliko mbunge, ni kikubwa kuliko mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo kazi ya kwanza na mkubwa kuliko zote ni kukijenga chama chetu kikubalike, kieleweke na kiendelee kuongozwa kwa, kwa kanuni, taratibu na masakakifai kwa kazi kubwa ouja kufanya na nanimuomba kazi weye na kuomba uje mkue kelerasi ogerasi a Kazi tunayoifanya actually ni kuendelea kujenga chama chetu, kuhakikisha kwamba kinapata mizizi ya kutosha kwa Rombo nzima. Na kwa muda mrefu kumekuwa na kilio cha viongozi wa ngazi mbalimbali kwamba wangependa kupata bendera. Kwa hiyo nilichofanya mimi, nimeagiza bendera, kuna kiwanda kiko pale Iringa, nadhani kampuni ya chama meagiza bendera za kutosha viongozi wote kuanzia mabalozi, kamati za mabalozi, viongozi wa vitongoji, kila moja, kwa sababu ni vizuri watu watambe na chama chao, na hiki ni kielezo cha chama chetu. Kwa ile wakati fulani hapa ilikuwa natafuta bendera upati na kwa shida. Tunataka tufanye wepesi zaidi ya kugawa kwa wilaya nzima, na tumekuwa tukigawa kwa kata mbili mbili tatu tatu. Uh, tutamaliza tunatatue na akiba kubwa ya bendera ambazo zinaweza kutumika wakati wa matukio makubwa. Uh, nyewe wenyewe umeona kwamba kuna mwamko mzuri kwenye chama cha mapinduzi Rombo, kwa uh, sababu kuna kazi kubwa sana ya kufanya na serikali ya chama cha mapinduzi kwa muda wa miaka uh, mitano hii ambayo itaisha mwezi Oktoba, na kipindi chote karibu chote tumekuwa na mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunawakumbusha wenzetu kwamba sio kipindi tena cha kuwa waoga au kuwa wadhaifu katika kusemea mafanikio ya chama chetu. Ni muhimu sana kuyaelezea mafanikio ambayo ni makubwa sana na pale penye udhaifu tunajua kuna udhaifu, lakini sisi tusikubali kupelekeshwa kuimba tu mahali ambapo hajakamilisha, halafu tunasawa yale mambo mengi sana ambayo ameshafanyika katika ule Rombo. Sasa nyie wenyewe mlikuwa humu ndani, mmeona bashasha hiyo, na mlikuwa kule mkuu vilevile. Kazi hii itafanyika kwa wilaya nzima, tunahakikisha kwamba kweli tunaimarisha zaidi chama chetu. Hii ni njia mojawapo tu, lakini njia nyingine ambayo tutatumia kuimarisha, na niliwaahidi wakati nagombea 2020, uh, uh, uongozi wetu tunakaa vizuri ni uwezekano wa kutafuta mikakati ya uwekezaji kwenye chama ili kuweza kupata uh, ruzuku. Chama hiki cha mapinduzi ya Rombo kina maeneo mbalimbali ambayo anaweza kutumika kwa ajili ya uwekezaji. Kwa ni swala la kujipanga, na mimi nafurahi sana, tuna mtendaji mmoja ambaye ni mchapakazi, anasimamia sana, atafanya wepesi wa sisi kujaribu kuita uh, wadau mbalimbali wa Rombo kuchangia kwa ajili ya kuanzisha labda ukumbi wa mikutano au kitu kama hicho. Kwa hiyo ni, ni, ni furaha kubwa na nakifuraha kubwa zaidi ni ile bashasha unaona, watu wamefurahi, wanashangilia. Tutatembea kifua mbele katika kuendeleza chama chetu. Tunafanya hivyo kwa sababu chama chetu kimefanya kazi kubwa sana muda wote katika uongozi wa chama cha Mapinduzi. Tangu mwaka sabini na saba mpaka sasa hivi chama cha Mapinduzi kimefanya kazi kubwa sana ya kujenga nchi yetu, kujenga Nimshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo ya Rombo kwa kuweza kutukabidhi bendera za chama cha mapinduzi kwa ajili ya mabalozi na wanachama wote. Mungu akubariki sana, kazi hii unayoifanya ni kazi kubwa agini wengi lakini wengi wana uwezo na imani ya kufanya kazi uliyoifanya. Sisi hata Yesu alipoagiza wanafunzi wake, nendeni katakazi neno la Bwana, walimuuliza je, Bwana manile tutuulizwa huko tusemaje? Roho Mtakatifu atawa maana